Mwaka jana mwezi wa kumi nilimtembelea askofu Gwajima nyumbani kwake pale ofisini pale nyumbani kwake anakaa, anakaga ofisini kuliko nyumbani. Nilipofika nilikuwa nimebeba dhabihu yangu fulani uh, ambayo sikuwa nimewahi kuitoa. Unajua tunakuwa kwenye utoaji eh? Kwa mimi mimi huwa ninakuwa sijui, kuhusu wewe mimi si, sina habari ya kurudia kurudi nyuma au kubaki level moja ya utoaji kwao nilikuwa nimeandaa kwa ni kiwango fulani cha era era tu ndogo ndogo kulingana na kiwango kidogo nilichoko, sasa ndogondogo tu, milioni kadhaa ndogo ndogo tu, tu. kwao nime, nimeipata hiyo kimeujiza na mimi nikasema si hili inakwenda na mimi kujibarikia. Sasa nilipofika, dada yangu akaniambia, dada yangu yule wa madini yule Reminata akaniambia, na mimi kama unakwenda kwa baba yako na mimi naomba nikusindikize, ni nikamwambia, unisindikizi bila hela unisindikizi bila hela? Mimi nakwenda kutoa mbegu, wewe unanisindikiza kama nani? Akasema kama ni mbegu, hata mimi natoa na yeye. Kwa yeye akachukua hela yake kama milioni kumi, akanisindikiza niende kumpatia baba yangu mbegu. Kwa nilipofika mimi nika... kwa sababu nimekuja na mbegu, nikamwambia, lakini nimekuja na mtu amenisindikiza, na yeye ana mbegu, kwa hiyo naye akapata fursa mbegu ikamwingiza. <laughs> Sasa nilipofika akaniambia, akamwombea kwanza yeye, alafu akamwambia, haya amen, nenda. Akatoka, alafu nikabaki mimi, akaniambia nakuombea mambo matatu. Hii mbegu nakuombea mambo matatu. Jambo la kwanza, nataka Tanzania wakusikilize kama wanavyonisikiliza mimi. Ah, yeye ndo alisema, yeye ndo alisema. Sasa mi sikuwa nimechagua cha kuombewa mimi nilipeleka mbegu, hata angesema ubarikiwe inatosha, si mimi najua nachotaka. Kwa hiyo akaniambia, nanipa baraka ngapi? Tatu. Ya kwanza akasema, Tanzania kusikilize kama vile inavyonisikiliza mimi. Kwa hiyo nikashukuru, nika, nika kwamba kuna mtu amenigawia sauti yake, amen. Lakini cha pili akasema, watu walitafute neno la Bwana kwako, yani watu wao wanatafuta, kama unataka kusikia Mungu siangaike usiende mbinguni usiende mlimani e, yani unanisikiliza mimi. Ukinisikiliza mimi, umemsikia Mungu e, kwa hiyo sio jeuri, ni mzee aliniambia watu wanapaswa wasihangaike kutafuta Mungu mbali, kwa sababu maandiko yanasema kwenye Warumi sura ya kumi na sura ya kumi mstari wa nane ya kwamba neno lile aliko mbali na ninyi, sio mbinguni kusema nani atakayekwenda kumuuliza Mungu wala sio kuzimu kusema labda kuna nabii mmoja aliondoka na neno la Bwana akafa nalo. Akasema neno ile liko karibu sana, ile neno aliko mbali sana, liko mahali fulani hivi, ila lipo eh, neno lipo, lipo hapa duniani, aliko mbinguni wala kuzimu, liko hapa hapa, liko karibu sana na wewe. Kwa hiyo akaniambia, lakini cha tatu akaniambia, ndani ya miaka hii miwili nataka ujenge nyumba ya Mungu kubwa itakayokuwa kiwango kwa Dar es Salaam. Nikasema, amen. Kwa hiyo, hilo la tatu sina haraka nalo, ila ya mawili na haraka nayo, ndo maana naenda nayo hayo. Hayo nimeshaanza kuyafanyia kazi, ila tatu si bado nina mwaka mzima wote huu na unaokuja, sina haraka, ila ya mawili lazima yatokeza sasa hivi kwa sababu hayahitaji maandalizi yoyote. Hayahitaji matofali wala simenti wala wala engineer, si ndio? haya tayari kama yeye anayo ni nayo ninayo. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Nilikuwa namsikia Makindi anamzungumzia Musa. Musa ukimwangalia hivi hivi juu juu, na unamkosa Mungu. E, kwa sababu Musa changamoto nyingi sana. Moja kaisau kubwa kuliko zote. Ana miaka 40 tangu amefika Midian lakini anakaa kwa baba mkwe. <laughs> Haikuifikiria hiyo. Hiyo <laughs> ndo baba lao. Amezaliadi watoto kwa kina Gershom, kina eh watoto yuko baba. <laughs> Miaka arobaini anakaa nyumbani kwa baba mkwe huyo huyo, atakikwambia Mungu yupo utamsikiliza? Ameshindwa kubadilisha uchumi, eh? <laughs> Ah,